Vifungo vya ukoo, jinsi ya kufungua vifungo vya ukoo. Before uanzie kufanyia hiyo kazi, cha kwanza unafaa kujua identity yako ama personality yako ni gani. Kumbuka unapoingia katika jamii, kuna wewe, kuna vitu ambavyo wewe umebeba eh, kama vile huwa wanasoma batchat, nakwambia personality yako ni hii na hii na hii, hizi ndio vipawa vyako. Then kutoka hapo unaanza kuangalia sasa ancestors wako, sasa ancestors wako walikuwa na vipawa gani, vitu kama hivyo Jaribu kujua vifungo vyao ni gani. Unapata nyanya hakupona hakuwaweza kuawaken, ilitokana na hii hasira, ilitokana na ABCD. So hizo ndo vitu ambavyo unakuja kutackle. So the first thing unafaa kujua ni identity. Mimi zawadi ni nani? nina? nina vipawa gani kwanza, then second is ancestors after. Hapo sasa utajua kutofautisha wewe na zile vifungo ambavyo viko katika ancestors wako, kw maana huwa zinakuvaa zina na zikikuvaa, zinapata kufunga mambo mawili matatu katika maisha yako ambayo unatamani kuvifanya mpaka upate kufungua. Kingine, jaribu kuangalia beliefs zako ama imani yako iko wapi, what are your beliefs wewe una believe kwa uh, mambo na dini, mambo na nini? Na hiyo belief yako inaweza kukusaidia kutackle hizi issues ambazo uko nazo. Kitu kingine, angalia trauma yako iko wapi. Trauma kumbuka ni zile vitu ambavyo umevipata wakati unalelewa, vitu kama hivyo. Most trauma zako wazi kwa in your soul, zikicapture your soul because unapitia kupitia emotions ama hisia, unapata unafungika. Una That's why unapata mtu anakuuliza, mimi anakwambia mimi nina kipawa lakini sijui nafanyaje kwa sababu ya trauma ambayo iko ndani. Eh, una Una hasira, una umefungia vitu ndani, una uoga vitu kama hivyo, all that dwells in the soul, so mpaka ufanye hizo cleansing ya the soul. Halafu, kingine, unajaribu pia kuangalia nervous system yako, so wakati wa kufungua vifungo vya ukoo, huwa unapata kujua identity yako ni gani, na ana ancestors wako pia, identity ya ancestors wako, wale vile vifungo vyenye viko juu yao ni gani eh? Because wewe umebeba ya kwako na eh? wao wako na ya kwake. Sasa wewe unapoingia katika hiyo jamii, kile ambacho kinafanya ukijaribu kufanya hiki because you will want to do ABCD, lakini sasa, kile ambacho kinakuletea limitation ni hizo vifungo ambavyo viko kwa nini, kwa jamii. Once you you know that, then you can be able to tackle because ukishajua hiyo, na ujue beliefs zangu ni ABCD, so unaweza kutackle hizi matatizo yangu kupitia imani hii na hii na hii then system ndio hizi zingine zinafata. Sasa unapata kujifungua, kama vile huwa naelezea tu watu katika bacha, tukiingia tunaingia ancestral line, tukimaliza ancestral line, tuki line, tunaingia wewe mwenyewe personality yako identity yako from there. Sasa ni jinsi ya kufungua vitu kama hizo, so get to understand yourself, maana kuna vitabia ambavyo wewe uko navyo utapata katika uko yako hawana kuna vitu ambavyo wewe unataka kupush, utapata katika jamii yako. Hakuna ambaye aliwahi kupush hiyo vitu ambavyo unataka kupush, those agendas. So wewe uko na personality yako na identity yako, then ancestors wako uko na personality yao na identity yao. So wewe ukipata kufungua hizo vifungo, ndio unapata kuendeleza na kukomboa jamii. I hope unanielewa vyema.